Kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu zikiendelea kuunguruma kila kona ya nchi, chama cha NCCR Mageuzi kimeibuka na kudai kuwa kimebaini mbinu chafu ya watu wasiokuwa wema kupanga mkakati wa kuwadhuru viongozi wao wa, wa juu wakiwemo viongozi wanaounda umoja wa katiba ya wananchi Ukawa. Ni maneno mabaya kusikika na yasiyotarajiwa kusikika kutokea katika kisiwa cha amani cha Tanzania, kisiwa kilichojenga misingi ya demokrasia safi isiyo ya kudharaulika wala kudharauliana, bali ushindani wa hoja kwa hoja majukwani. Hayo yametahadharishwa na mwenyekiti wa baraza la wadhamini Bwana Mohamedi Tibanyendera wa NCCR Mageuzi. Kuna hali na kikundi cha watu ambao tunaamini kwamba ni waalifu wamejiandaa na wamejipanga, wanataka kuwadhuru na kuwaumiza viongozi wakuu wa chama chetu ikiwa ni pamoja na viongozi wa Ukawa mlengo katika hilo ni ndugu James Francis Mbatia, ambaye ni mwenyekiti wa NCCR Mageuzi taifa. Taarifa hizi zimetushtua sana na mbinu ambazo wanajiandaa kuzitumia ni kuwavalisha watu sare za chama chetu, ili ionekane wamemvamia, wamemuumiza, na kwa hivyo ionekane ni internal conflict, yaani ni migogoro ya ndani imesababisha aumizwe, na sio migogoro ya nje au matukio mengine ya kiuhalifu. Hili limetushtua kwa sababu tunazingatia kwamba tuko katika kipindi cha uchaguzi tunaamini kwamba matukio haya yanawezekana yanahusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hata hivyo Muhamedi amewataka wananchi kujiepusha katika mikakati michafu, kwani watakamatwa na kufikishwa katika mikono ya kisheria endapo watatenda dhambi ambayo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo tunapenda kuwaambia watanzania wasishiriki vitendo hivyo viovu na wale ambao wamejiandaa kufanya hivyo wajue kwamba tayari tumewabaini na taarifa hizi ndugu James Francis Simbatia ameshaziwasilisha katika jeshi la polisi kwa taarifa, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Tunasikitika kwamba hili sio tukio la kwanza kwa chama chetu. Mwaka 2013 Novemba, alivamiwa aliyekuwa mkuu wa idara ya sheria katiba na haki za binadamu ya chama, Dr. Sengondo Vungi, alipigwa na baadaye kupoteza maisha. Kwa hiyo hatuamini kwamba tukio hili ni la bahati mbaya, bali tunaamini limepangwa. nikiripoti kutoka Dar es Salaam. mimi ni Dito Nharengwa, Mlimani TV, Elimu Kwanza